Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyo chini ya video hii. asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo tunakuangazia siku ya leo ni kuhusiana na yale yanayojiri katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Young African. Tunafahamu kwamba kesho kuanzia majira ya saa 11 kamili jioni katika dimba la Benjamin William Mkapa tutashuhudia mchezo mkubwa uh, wa ligi ya mabingwa barani Afrika ikiwa okay, ni yani mchezo mkondo wa pili katika the second preliminary round, yani mkondo wa pili katika michuano ya kimataifa. Yanga Sports Club kesho wanaenda kuvaa na vikali dhidi ya klabu ya Silver Strikers kutokea katika taifa la Malawi moja ya mechi kubwa zaidi, tunaenda kuishuhudia ni namna gani Yanga wanaenda kuwakabili Silver Striker mara baada ya kufanya vibaya katika mchezo kwanza kwa kufungwa bao moja kwa sifuri. Kesho tunaenda kuitazama klabu ya Yanga Sports Club ikienda kufanya yale ambayo watu wengi wangetarajia au hawajayatarajia. Moja kwa moja tuende kutazama predictive lineup, yani, kikosi cha ya kwanza cha klabu ya Yanga kinachoenda kuikabili timu ya Silver Strikers katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania. Kwanza ni eh, katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwanza ni kupitisha katika kikosi cha kwanza ambacho klabu ya yanga kilicheza dhidi ya silver strikers na kikafungwa bao moja kwa sifuri kisha twende kuangalia mabadiliko ambayo klabu ya yanga wataenda nayo katika mchezo wa marejiano ili waweze kupata ushindi na kufuzu usisahau kwamba katika mfumo um, wa matokeo tayari kwa tanzania timu uh, wa wakilishi ziko nne ni simba yanga azam pamoja na Singida Black Stars. na azam tayari wameshafuzu kwenda hatua ya makundi katika kombe la shirikisho na leo wamepata ushindi wa mabao saba kwa sifuri dhidi ya KMKM eh, kutokea visiwani Zanzibar na wakiwa na aggregate ya mabao tisa. So timu zinazosubiriwa ni kesho ambapo timu ya Singida Black Stars itakuwa kiwanjani kucheza dhidi ya timu ya Burundi huku Yanga wao wakicheza dhidi ya Silver Strikers kutoka katika taifa la Malawi. Nikianza na kosi cha kwanza cha timu ya Yanga ambacho ndo kilicheza dhidi ya Silver Strikers katika mchezo wa kwanza, then mabadiliko iko kama ifuatavyo: Didi Diara alikuwa eh, langoni namba mbili Israel Patrick Mwenda, tatu Sharu Issa Boka, nne alikuwa Dixon Job, tano Ibrahim Mbaka, lakini kwa mujibu wa kucheza Uh, beki namba tano alikuwa Jobu nne, eh, ni, Shadra, ni eh, Ibrahim Baka, sita Azizi Andambwile, saba Max Mpia Zengeli, nane Mudathiri Yahia, tisa akiwa Andi Boyeri, kumi Dombia, kumi na moja Pakome, huku upande wa substitution Abdutaribu Msheri, Bakanol, Mamnyeto, Mohamed Hussein, Abuya Kouma, Ekua Balamsa, Konde, Edmund pamoja na Dix, eh, na Prince Mpumelelo Dube. Sasa alikosekana Clement Waridi Mzize kija katika upande wa mabadiliko kwanza, usisahau kwamba kikosi namna kitakavyokuwa hakutokuepo na mabadiliko upande wa mabeki e, katika kikosi ambacho kitacheza kesho atakuepo Langoni Djigui Diarra, atakuepo Israel Patrick Mwenda, atakuepo Shadow Isaboka, Dickson Job pamoja na Ibrahim Abdura Baka. upande wa viungo atacheza yule yule Azizi Andambwile. Ubora wa Azizi Andambwile unamfanya endelee kudumu katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga Sports Club na winga namba moja atakuwepo Maxi Mpia Nzengeli, Maxi Mpia Nzengeli atakuwepo na atakuwa winga, yes, hicho kitu inabidi ukifahamu. Na winga nyingine atakuwepo Pakome Pedro Zuzwa. Sasa huyo ni winga kumi na moja na namba saba. Sasa upande wa namba nane. namba nane nane, atakwepo atakuwepo Mudathri Yahya Abasi. Upande wa namba kumi atacheza Dombia, sasa atakesimama kama fosi striker usau. Yanga ina masweka wengi, kesho Yanga watamtumia Clement waridi mzize. Yes, winga watam, eh, namba tisa watamtumia warid mzize, kama nilivyokuambia mawinga watamtumia Pacome na Maxi. Uh, namba nane atatumika Mdathiru, sita Azizi Andambwire la uh, namba kumi Dombia, lakini namba tisa atatumika Clement Mzizi ambaye katika mchezo uliopita alikosekana. Hicho ndio naweza kusema ni kikosi cha kwanza cha Yanga ambacho kinaenda kuikabili timu ya Silver Strikers. Na matokeo hapa kwa asilimia kubwa ni uhakika. Narudia kikosi ili unielewe. Dilidi Aladijigui, Izra Patrick Mwenda, Shadow Isaboka, Dickson Job, Bakal uh, Uh, anaitwa uh, Abdura Baka Azizi Andambwile Maxi Mpia Nzengeli Mdathiri Yahya uh, lakini pia Clement Waridi Mzize uh, Dombia, pamoja na Pacome. Kwa kikosi hiki, unadhani club ya Yanga African watenda kupata matokeo yapi? unaweza ukasha katika upande wa comment ya mini comment section. See you next time. Bye bye.